Naam, kwenye mahojiano yetu jioni ya leo tunaangazia kuhusu vita kule nchini Sudan ambapo vikosi vya Rais Salva Kiir na vile vya mpinzani wake aliyekuwa makamu wa kwanza wa Rais Salva Kiir vimekuwa vikipigana katika jimbo la Jonglei na kusababisha watu zaidi ya laki moja na 1,080 kuyakimbia makazi yao. Vita hivyo vimedumu sasa ni takriban mwezi mzima. Mwenzangu George Joy amezungumza na mtaalamu wa diplomasia na ushirikiano kima wa kimataifa, Rev. Irungu akiwa jijini Nairobi. Ikumbukwe ya kwamba kumekuwa na shinikizo kwa muda mrefu kwamba paweze kuwepo na mageuzi ya kisiasa, paweze kuwepo na mageuzi ya uh, urais uh. Ikumbukwe ya kwamba kumekuwa na mchakato wa kujaribu kufanya kuwe na uchaguzi ambao haujaweza kufanikiwa, na pia kumekuwa na tofauti za kiuongozi, unapokumbuka kama uh, zile tofauti ambazo zilikuwa ni kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake uh, Riek Machar. Kwa hivyo hiyo hali inaonyesha ya kwamba hali ya kisiasa nchi ya Sudan Kusini sio nzuri. Kauli ya serikali kuwa Sudan Kusini haipo kwenye vita, ila tunaona vikosi vya upinzani vinazuiwa kusonga mbele, hii kauli inamaanisha nini? Hii kauli uh, ni kauli ambayo inajaribu kuonyesha kwamba ni serikali ambayo haiwezi taka kuonyesha kwamba haina udhibiti wa ile hali ya kisiasa. Kwa hivyo serikali yenyewe ina uh, inajaribu kuonyesha ya kwamba wana msimamo dhabiti au wameweza kuidhibiti ile hali uh, lakini hatuwezi tukakubali yale maneno ambayo anatoka kutoka na serikali kwa sababu uh, kama ulivyosema, tunapotazama vile vikosi vik upinzani vinavyoendelea inaonyesha kwamba serikali haina udhibiti wowote. Ukiangalia hali ya kuendelea kuzuiwa kwa Riek Machar ambaye anafunguliwa mashtaka ya uhaini, kuna matumaini yoyote ya kufanyika uchaguzi mwaka huu? Sioni uh, kukiwa na tumaini lolote la, machagu, la uchaguzi kwa sababu, ya kwanza ikumbukwe, iwapo kiongozi mmoja amefungwa uh, kifungo cha nyumbani, pia unapata ya kwamba kuna makosa kama haya ya uhaini ambayo anatarajiwa kuweza kushtakiwa nayo, basi hii siyo se -se sehemu nzuri sana ya kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi utakaweza kufanyika na pili pia ikumbukwe kwamba Riek Machar ndiye kiongozi shupavu zaidi wa, wa upinzani. Kwa hivyo iwapo utajaribu kuweza kufanya u, uchaguzi wowote pasi kuwepo kwake kwa rariek Machar basi patakuwa na tatizo kubwa sana uh, kutokana na upinzani. Nam bwana Irungu, kwa nini imeendelea kuwa vigumu kwa Sudani Kusini kupata amani ya kudumu licha kuwepo kwa mkataba wa amani wa mwaka elfu mbili na kumi na nane? La kwanza ikumbukwe kwamba kuzaliwa kwa hii nchi ya Sudani Kusini kwanza mwanzo kulizaliwa kutokana na mgogoro ambao ulikuwa pia ni vita kati ya ile ambayo ilikuwa ni Sudan, ya, Sudan Khartoum, sasa. Na pili, kumbukwe ya kwamba pale nchi hii ya Sudan Kusini ilipoweza kupata uhuru wake, basi inaonekana hakukwe kwa mikakati ambayo ingefaa kuhakikisha ya kwamba kutakuwa na hali thabiti ambayo itakuwa ni ya kisiasa na pia hali thabiti ya kikatiba. La mwisho ni kwamba unapoona ya kwamba hii mikataba ya amani inapoweza kufanyiwa mazungumzo na pengine inatiwa sahihi mara utapata ya kwamba kuna uh, pembe fulani ambazo hazijaweza kuangaziwa vyema, mambo finyu uh, mambo ambayo ya yangefaa kupatiwa kipaumbele, pengine hajaweza kuzingatiwa zaidi. Naam, ni kushukuru sana Bwana Eric Irungu, karibu sana. Nashukuru pia kwa, kwa sababu ya mwaliko wako naam. Moja kwa moja namkaribisha